Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vina trendi huko mtandaoni ni kuhusiana na kesi ya mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Jennifer Jovine, au kwa jina maarufu hapa town watu wanamfahamu kwa jina la Nifa. Uh, kilichomkuta mwanadada huyu bwana ni kwamba yuko na kesi ambayo inamuhusu, na kesi hiyo inahusiana na sakata zima la issue ya yeye uh, kuchochea Swala la vurugu katika jiji la Dar es Salaam, yaani vurugu, uvunjifu wa amani pamoja na uharibifu wa mali za watu katika jiji la Dar es Salaam katika siku ya uchaguzi, yani siku ya tarehe 29 Oktoba. Kwa hiyo akiwa katika harakati hizo, kwa mujibu wa habari ambazo tulizipata hapo awali ni kwamba jeshi la polisi likamkamata mapema kabisa, na tokea hapo hatakuwa tena na update kuhusiana na issue hiyo, lakini hivi karibuni ni kwamba imekuja kufahamika kwamba ilika, ikawekwa wazi mwanzoni kabisa, jeshi la polisi likatoa taarifa kwamba Nifa anashikiliwa na jeshi la polisi kwa makosa ambayo hayo walioyabainisha, walio, and then wakasema kwamba hatua zaidi za kisheria zitachukuliwa. Sasa siku ya leo ambapo siku ya jana kuna video ambayo ilisambaa ikiwa namwonyesha mama yake mzazi Nifa akiwa namwaga machozi kuomba huruma, na akiwa amekiri kwamba kweli mwanaye amefanya makosa hayo, lakini amejichanganya tu, anaomba asamehewe na vitu vingine kama hivyo. Ni kwamba siku ya leo kuna video zimeonekana, akiwa Nifa anaonekana akiwa anapelekwa mahakamani, kwa video ambazo zina trend sasa hivi zinamwonyesha mwanadada huyo mfanyabiashara maarufu Dar es Salaam, Nifa akiwa anapelekwa mahakamani. baada ya kusambaa kwa video hizo, basi moja kwa moja ni kwamba peji mbalimbali za mitandao ya kijamii vyombo vya habari mbalimbali hapa Tanzania zimeripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa bwana, kuna peji wame hapa wamekuja wameripoti kwa urefu zaidi, wakiwa wameandika kwamba Nifa, Nifa na wenzake ishirini na moja washtakiwa kwa uhaini. ndani wakaeleza hapa chini kwa maelezo ya undani zaidi ambapo pameandika kwamba mfanyabiashara Jovini Bilikwija eh, maarufu kama Nifa na wenzake 21 wamesomewa mashtaka matatu ya uhaini katika Mahakama Kuu ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam ambapo moja kwa moja kwa upande wa Nifa mwenye umri wa miaka 26 na wenzake hao wamesomewa mashtaka hayo mbele ya Hakimu Mkuu Aaron Lumunya, Lumuya na jopo la mawakili wa serikali wakiongozwa na Hemedi Halfan. Katika shtaka la kwanza linawakabili watuhumiwa wote 22 akiwemo Niffer ambapo, ambapo wanadaiwa kati ya Oktoba 1 hadi Oktoba 29 mwaka huu 2025 katika maeneo mbalimbali mbali, ndani ya wilaya ya Ubungo Dar es Salaam walipanga njama za kutenda kosa la uhaini. Kosa la pili linawakabili watuhumiwa 21 isipokuwa Nifa ambapo wakidaiwa eh, kuanzisha nia ya kuzuia uchunguzi, u, kuanzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 kwa lengo la kuitishia mamlaka na, eh, na, wakatekele, na wakatekeleza nia hiyo kwa kusababisha uharibifu wa mali za serikali. Kosa la tatu la uhaini ambalo linamkabili Nifa peke yake akidaiwa katika, katika tarehe tofauti tofauti kati ya Agasti 1 mpaka Oktoba 24 mwaka 2025 katika maeneo mbalimbali mbali ya Dar es Salaam, akiwa chini ya utii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alianzisha nia ya kuvuruga ama kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka na 2025 na, na, na lengo la kuitishia mamlaka kuu, na alitekeleza nia hiyo mm, kwa ya kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi ambapo alihamasisha ambapo zinunuliwe kutoka kwenye biashara yake ili watu wanunue kujikinga katika maandamano hayo ya kuvuruga uchaguzi. Baada ya kusomewa mashtaka hayo, hakimu Liamuya aliwaambia washtakiwa wote kwamba hawapaswi kujibu chochote kwa sababu mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo hadi mahakama kuu Of ya so pia vilevile vile, katika peji nyingine hapa wamekuja wameripoti pia wakiwa wameandika kwamba eh, kutoka mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam siku ya Ijumaa Novemba 7 mwaka 2025 jo, mfanyabiashara Nifa Jo, Nifa Jovin na wenzake 21 wamesomewa mashtaka matatu ya uhaini. Kosa la kwanza linalowahusu washtakiwa wote 22 mbili, ambapo ni kwamba kwa pamoja wamekula njama ya kutenda kosa la kupanga uhalifu ambao ni uhaini. Kosa la pili ambalo ni la uhaini linalowahusu washtakiwa 21 isipokuwa Nifa ambapo washtakiwa walianzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na kutishia mamlaka na kutekeleza nia hiyo kwa kufanya vurugu zilizosababisha uharibifu wa mali za umma. Na kosa la tatu ni la uhaini pia ambalo linamuhusu lina mshtakiwa namba moja peke yake, ambaye ni Nifa, ambapo alihamasisha ambapo alihamasisha watu kuvuruga uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na, na kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka dukani kwake. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hiyo ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zimesambaa huko mitandaoni kuhusiana na kesi ambayo inamkabili Nifa. Mashtaka wako watu ishirini na mbili, e, mashtaka yako matatu, lakini mashtaka mawili yanamkabili moja kwa moja Nifa. E, katika hayo mawili, moja ni pamoja na hao wengine, moja ni la kwake yeye Nifa peke yake, hiyo inshu ya kuwashauri, ya kuwashawishi ya watu kununua barakoa dukani kwake kwa ajili ya kuzuia Uh, mabomu ya machozi yani ule moshi. So mambo ndivyo hivyo yalivyo, it is what it is. uh, uh, ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vilevile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.